Chama kimeongeza wajumbe kwa ajili ya kura za maoni. Katibu wa wilaya, ndio mkurugenzi na timu yako, simamieni wale wajumbe, wasiharibiwe na watu wenye nia mbaya na chama hiki. Wameongezeka mabalozi na wale wajumbe wane upande wa chama kamati za siasa za matawi, kamati za siasa za kata. Leo watu hao kwa sababu mwaka wa uchaguzi wana thamani kubwa sana kwa watakaji. Mwasimamie wasiumbishwe. Nani miaka ya nyuma alikuwa anamuona balozi? Nani miaka ya nyuma alikuwa anamuona Mjumbe? Na kuna watu wanatengeneza fitina na hila wajumbe halali na mabalozi halali waliopatikana mwaka 2022, sasa wanafanyiwa mizengo ya kuondolewa waingie watu wanaowaunga mkono. Hilo halitakubalika na niwaambie, chama hiki ni chama kubwa. vijana wa kipenzi wetu Dr. Samia Suluhu Hassan tunao, hata hapa tunao, ila hawa wetu kawajua, hata ufanyeni. <coughs> kwa hiyo we kaa tu, unaacha mambo yanaenda shagara bagara, shauri yako. <coughs> tufuatilie kwa kina majina orodha ya wajumbe wa nafasi hizo waliokuwepo ishirini ishirini na mbili, wakati wa uchaguzi wakapigiwa kura, waendelee hao hao, labda hawa amekufa, wanaziba nafasi, labda hawa amehama. Na yenyewe katibu mkuu ameshatoa maelekezo kuziba nafasi, kuhama nini, kuziba nafasi yoyote, mpaka taarifa ziwepo na maombi, afanye nini.